Hao hiyo, mfano kuna watu wanaoa wanawake wengi, lakini matajiri mzuri, kaa naye muulize vizuri, aaki ametumia ka, ungependa mwanao awe na tabia zako? si ana wanawake wengi na hela anayo, muulize, si ungependa mtoto wako awe na tabia kama hizi za kwako? atamwambia hamna. Kwa nini? Anajua kabisa katika tabia zake kuna kitu kinapungua, kweni zaidi ya kuwa na hela

Inamba inatolewa na aliyekuumba peke yake. Vingine vyote unataka kujitafutia, hauna satisfayi hata siku moja. Utakuwa na kiu kila siku kila siku, utakuwa na kiu kila siku, utakuwa mtu wa kula dalala. Ndio ndiyo laana ya Kaini, utazurura sio mjini.